Jamani wanaume, kubembeleza wake zenu si ushamba. Nenda kamjue mke wako. Love language yake ni ipi? Anapenda kupendwa namna gani? Kwa sababu tabu ya kina baba mnapenda kutupenda namna ile nyie mnayojua, yaani ulichojifunza jeshini unaingia nacho chumbani. Mnachoambiana kwenye vijiwe vya kiwanaume ndicho unachokuja kutaka kunifanyia mimi. Basi juzi nilikwambia, ukinishika hapa hapa pana fili vizuri, kila siku unashika tu pale <sighs> know me, trust, trust me guys. To know me is to love me. You cannot say you love me if you don't know where when you touch me it ticks. Umenigusa alafu nimekaa tu na kuangalia. Wewe ujishangae. And over this naomba niwaibie siri moja. Tunaambiana wanaume having sex ni sawa na petroli ndani ya gari si ndio? Range Rover mpya ikipakiwa hapo, haina petroli haiwezi kuenda. And sometimes wengine wanasema when you have sex ni sawa tu na kuflex misuli huko gym. Lakini kwetu sisi kina mama, having sex is not about boom boom boom boom bam and off. When we do that, I want to connect with your heart. Your thing, inayoingia ile ni ndiyo object Mungu ameitengeneza. But nataka nisikie moyo wako unadunda namna gani. Nataka nisikie tukimaliza, una nguvu gani ya kuendelea kunikumbatia wakati joto lako linashuka. Natamani uendelee kunikumbatia mpaka uishie usingizini. That's when I feel loved because I feel connected with you. It's not just kufika kilele, men, we want you at least once in a two weeks, mwende na sisi, mtupe uterine, yani ile ugazi mwile itoke huku kwenye, kwenye utumbo wa uzazi, kwenye tumbo la uzazi, sio hapa juu juu tu, no. Ndo sababu tunabaki kuwa stressful na hasira. Kina mama, nawasemea alafu umenyamaza tu, mguse mwambie, sikiliza huko e, mguse mwambie, sikiliza. Naomba niwaambie kina baba kama Mungu anakupa nguvu ya kuinduce uterine orgasm kwa mke wako twice in a month, yani utapendwa ushangae kabisa, kabisa kwa sababu wakati tuna feel mpaka kwenye uterus, yani ni kwamba ola hisia zetu now zinaitikia muziki wako. Lakini muziki wako unaishia kwenye vidole vya miguu, utabaki huko huko kwenye vidole vya miguu. Jamani, kwa sababu kama baba, wewe ni msingi, mke wako ni yale manguzo yanayosimamisha nyumba. Kuna nyumba inasimama bila nguzo? Hakuna. Hata ujenge msingi wenye nguvu namna gani, kama nyumba yako haina nguzo, haiwezi kusimama kumbuka. The pillars in your life it's your wife. And every day, this woman atakufanya, atakuencourage, atakupa nguvu to be more man. Unfortunately, rather than you encourage your wife to be that woman you want, matendo yako yanamfanya yule mwanamke afeel it's not a woman you want. Atakuheshimu, atakupenda, ataweka hekima, atafuata instruction, lakini kuna siku utakuja utavuruga the whole equation Anarudi anaanza mwanzo, kwa sababu anaposimama na wewe as a pillar na kukupa wewe encouragement, you become more man. Siongelei uume hapa, siongelei mi uh -uh. Siongelei, uh -uh. siongelei kabisa hapa, naongelea that feeling of you being a man, ile feeling inayokutofautisha wewe na hata huyo wale wanaume wenzako wote ni lazima ujue ni kitu gani kinakusimamisha wewe tofauti kama wana kutoka kwa wanaume wengine. The problem is tunaishi a very generalized life, na bahati mbaya kina baba ndio mnayoingiza ah, hata wanawake wenzako wanafanya hivyo. The minute you compare your woman with any other woman, especially your mothers and your sisters anakuambia basi nenda chakula. E, chakula mamangu akakupikie chakula. Chakula anachopika mamangu ni kizuri kuliko cha kwako. Wakati mwanamke amesimama na kuangalia jinsi ya kumhe, ya kumpenda ya kumheshimu mume wake na kumsapota, anapata nguvu ya kuhakikisha maamuzi anayofanya mume wake anayapeleka mbele, kwa sababu tunaambiwa baba si ndio leader, si ndio? Na tunaamini mambo mnayoyawaza na vitu mnavyovipanga they are concrete. Sasa tuje kwenye mtihani wa hali ya ukweli, unakutana na mwanamme Three years down the lane, anamwambia mke wake, "Mke ah, wife, usiwe na tabu, kuna dili. Ukiniona mimi nimekaa na Dr. Chris, kuna dili tunapambania huko." Mwezi wa kwanza umepita, mwaka wa kwanza umepita, dili haitokei, mambo hayaendi. Badala ya wewe kurudi ndani na kusema, mke wangu mambo yaendi Hebu tushauriane, what to do, kuna a fallback position. Naomba ni kuambie, there is no woman ambaye ana confidence na mwanamme wa sampuli hiyo hata siku moja. hata siku moja. siku ambayo hauna uhakika wa kesho mtakula nini, jua mke wako hata pata usingizi. Naomba nikwambie unadile kila asubuhi unatoka, mwisho wa mwezi kuna bill you can't cover them ah. as a woman, as women tunapotea, tunachanganyikiwa. Wanawake tunapenda wanaume confident, wanaume ambao they are ready kuongea na their vulnerabilities, we ni binadamu kuna siku kiatu kinabana, kuna siku mambo hayaendi, mshirikishe mke wako. Mke wako haelewi kinachoongelewa, mambo yanapoharibika mke wako atatoka mbio, ataenda kwa mama wako kumwambia, mama, unajua mwenzangu siku hizi hiki na hiki akiendi. Sasa inakuja problem ya double standard ya, ya wanawake Mtoto wa kike akienda kulalamika kwa mama yake, kwamba mama, unajua tangu mwaka jana mimi ndio ninalipa school fees. Yule mama anageuka anageuka kuwa mwanamke, alafu anasema hey, yani ameanza kumtangaza mtoto wangu. Should i tell you the truth? Hamtangazi mtoto wako, anapi, unajua, cry for help, eh? Uki, nyumba ikiungua si unapiga kelele majirani wakusikie. Wakati ule mke wako anapiga kelele, jamani, yule mwanamme aliyenioa niliyejua ana nguvu ya kunibeba simuoni, naombeni mnisaidie. Atatoka mbio, ataenda kwa kaka A, kaka anamwangalia alafu anasema mwanamke hafai, ndugu yetu, anamsema vibaya, hamsemi vibaya That's a cry for help. Na ukisikia mwanamke analalamika genuinely, though. Watoto wangu, kuna kina mama hapa hmm. Yaani, kuna wanawake wanalalamika about every little thing. Ile part ya kuwa biblical wife ya kuwa na courage hawana, kwa hiyo naomba tukubaliane, my brothers, kwa sisi ambao tunaongea hapa leo. Siku ukimsikia huyu mpenzi aliyeko pembeni yako analalamika, listen, usichukulie poa mpaka akiamua kusema ame, amechoka kubeba. Siongelei tu about provision. kina Baba, Mna tabia za kupanda mbegu kwenye mwamba. Najua ukipanda kitu kwenye mwamba kiote eh? kuna hizo tabia, tabia moja inasemwa miaka na tabia hiyo ni simu yeah. Mi sina problem na simu hata siku moja, please get me right, sina problem na simu, nina problem ya tabia za mwenye simu. Ni leo asubuhi, leo asubuhi six, ilikuwa ndo nimefungulia clouds na sikiliza. Saa 12 na robo dada anapiga simu, anti naomba ni kuone It's an emergency, I can't breathe. Sijui ni nini kimemtuma jana usiku ame, amepekua simu ya mume. Amekuta mume ana flirt na wanawake kumi na sita hivi. Hiyo nguvu inatoka wapi? Eti wadogo zangu hiyo nguvu inatoka wapi? I like, like very serious, I want to understand eh, kwa sababu kina mama wanapokuja wakalalamika na mimi mwenyewe sijui yani, You are the best thing ever happened to her life. Akiangalia the biceps she be, she be like ooh, look at those muscles. Yeah. Wadogo zangu waki, awa wanaume mkiwasifia the ya body look. Naomba niwaambie, hata kama alikuwa na mpango wa kwenda kwa wale 17 atabaki pale. Yeah, it's true it's true, akifanya vizuri, siku akikupa the uterine orgasm, mwambie pika special food, mwambie darling, kazi ya jana. Ah, oh, how I wish they will take time to give that to you, cherish them, kweli nawaambia. Mimi niliwahi kukosea nikapuuza. Nilipokuja kugundua kosa, tangu nimejua how to cherish the guy, how to sio kumpamba kinafiki. Tunaambiana fake until you make it. Naomba niwambie, kwenye mapenzi hakuna hiyo. Trust me when you lie, they know my kaka zangu, yani when you lie, alafu mwanamke akakwambia okay, bwana, umekwisha. Muelevate kwenye levels zake, aweze kufeel ndani yake yeye. Akifeel na wewe, utafeel kwa sababu Mungu aliwaambia wao wow, ndio providers. Ni providers sio tu wa chakula, no, they are providers wa hisia they are providers of spiritual life they are providers of everything we have. Kwa hiyo wasaidieni waweze kutupa vilivyo na thamani, kwa sababu in heaven hakuishi malaika na shetani. In heaven wanaishi malaika watupu. Jamani, naomba niishi hapo.